Sababu mbalimbali mbali zinaweza zikasababisha mwanafunzi akashindwa kufaulu mtihani yake. Unaweza ukafeli mtihani wako kwa sababu nyingi tu ambazo naweza ambazo tunakwenda tuna, tuna, tuna, tuna kuzieleza leo. Ziko sababu nyingi sana za mwanafunzi kuweza kushindwa ama kufeli mtihani wake. Uh, katika sababu ambazo taeleza uh, nitaeleza sababu tisa zinazofanya mwanafunzi ashindwe katika mtihani wake. Sababu ya kwanza ni uwezo mdogo wa mwanafunzi mwenyewe. Binadamu wanatofautiana uelewa, wako wanaoelewa polepole, wapo wanaoelewa haraka. Inaweza ikatokea mwanafunzi mwenye uwezo wake wa kuelewa ni kidogo kidogo, kwa hiyo hii inamsababisha ashindwe mtihani kwa sababu hana ile kasi ya kuelewa na kuendana na ile mifumo ya ufundishaji. Suluhisho la mwanafunzi ambaye uwezo wa kuelewa ni mdogo ni kurudia rudia, asome mara kwa mara, ataweza kufaulu. Sababu ya pili ya kufeli mtihani ni vitabu Uh, wanafunzi wengi wanatumia vitabu ambavyo wanakutana navyo mtandaoni, notisi za mtandaoni mtandao, Mtandao una mambo mengi, mtandao una vitu vingi, huwezi kujua hii iko sahihi ama hii haiko sahihi. Zipo notisi za mtandaoni ziko sahihi, kwa mfano notisi kutoka mtandao wa Mwalimu Makoba co tz, ni notisi ambazo uh, ziko sahihi kabisa, lakini kuna notes katika mitandao mingine ambazo haziko sawa. Sasa uh, unaposoma notes ambazo haziko sahihi, unajitengenezea mazingira ya kufeli. Kwa sababu utajibu nini ikiwa ulichokisoma ni uongo? Utaandika uongo, utaandika utaandika uongo ulio soma. Kwa suluhisho, wanafunzi wapende kusoma vitabu ambavyo ni sahihi. Na kitu kikubwa unachotakiwa kuzingatia, e, soma vitabu kutoka Taasisi ya Elimu kwa sababu taasisi ya elimu, hicho ndio kitabu cha kiada. Unajua kuna kitabu cha kiada na kuna kitabu cha ziada. Vitabu vingine vyote unavyosoma ni vitabu vya ziada, na unajua maana ya ziada, ziada ni nyongeza. Kitabu cha kiada ni kitabu cha lazima, ni kitabu kinachopatikana taasisi ya elimu. Nunua kitabu cha taasisi ya elimu, acha kusoma kimazoea, acha kusoma katika namna ambayo e, haina maana katika maana katika katika katika katika namna ambayo inakufanya unashindwa mitiani yao wanafunzi. Una kitabu cha shilingi elfu moja pomwani papo mpo kitabu umenunua shilingi elfu moja Hicho ni kitabu au ni masihara? Nunua kitabu cha taasisi ya elimu, alafu sasa ndio unaweza ukapata. Sasa hivyo vitabu vingine vya ziada lazima ujue anayeandaa kitabu ni nani. Taasisi yako ya elimu inavyo vitabu vizuri, imekuandalia. Kwa hiyo vitabu vile ambavyo wanafunzi unakuwa unasoma pia na lugha ya Kiingereza ni sababu ya tatu inayosababisha wanafunzi wanashindwa mitihani yao. Masomo yote isipokuwa somo la Kiswahili, katika elimu ya sekondari wanafunzi wanafundishwa kwa lugha ya Kiingereza. Kuna changamoto katika lugha ya Kiingereza kwa sababu lugha ya Kiingereza sio lugha yetu. We, wanafunzi wengi wanakuwa hawaelewi lugha hiyo. Hii inawafanya wanapata changamoto kubwa sana katika kuelewa masomo yao wakati mwingine na kujikuta waki, waki, wakifeli. Kwa hiyo hiyo ni changamoto katika lugha katika, katika lugha inayotumika katika, eh, katika kufundishia. Kwa hiyo lugha ya Kiingereza kama wanafunzi ili aweze kuimudu lugha ya Kiingereza kubali kujifunza polepole. Suluhisho kama unataka kufaulu na una changamoto ya lugha ya, ya Kiingereza, kubali kufanya mazoezi ya kuandika Kiingereza, kusoma Kiingereza kuzungumza Kiingereza eh, lakini pia unatakiwa ujifunze stadi zote ambazo zinahusisha ambazo zinahusiana na Kiingereza, ikiwemo kusikiliza Kiingereza. Fanya mazoezi mengi ya Kiingereza, fanya mazoezi mengi ya kuandika insha. Utaweza katika mbele, eh, mbele ya safari utapata kidogo kidogo, utajifunza kidogo kidogo na utaweza kumuli. Sababu ya nne kwa nini unashindwa mtihani wako, kwa nini mwanafunzi anaferi mtihani? Lishe duni. Chakula kinahusika katika ufaulu wa mwanafunzi. Mwanafunzi aliye shiba soda, aliye shiba chips, mayai, ana nafasi ndogo ya kufanya vizuri, kwa sababu ubongo nao unahitaji e, ubongo una virutubisho vyake vinavyohitajika ili ubongo uweze kufanya kazi vizuri. Kama unataka kufaulu mtihani wako, endelea kula vyakula vya asili. Vyakula vya asili maana yake kula, kula chakula eh, kula maembe, kula eh, ugali, kula wali, kula maharage, kula mananasi, matunda kwa ujumla, kula mboga za majani. Epuka kunywa soda, epuka kunywa pombe, epuka vyakula vyovyote ambavyo sio vya asili tu. Pendelea vyakula ambavyo e wazungu wanasema natural, kunywa maziwa, kula mayai, utaweza kujikuta ukiwa katika nafasi nzuri sana ya kuweza so, sababu nyingine ya tano kwa nini mwanafunzi anafeli mtihani ni uvivu, uvivu tu, uvivu wa kusoma Suluhisho la sababu hii ni wacha uvivu, soma. Wacha uvivu. Uvivu wa nini bwana? Panga ratiba, soma. Matumizi mabaya ya muda ni sababu ya sita, inayofanya mwanafunzi anashindwa kabisa kufaulu katika mtihani wake. Matumizi mabaya ya muda, jifunze kutumia vizuri muda wako. Tumia muda wako vizuri, usiharibu, usiuchanganye, usiuvuruge, usiuchezee muda. Jifunze kutumia vizuri muda, utaweza kufaulu mtihani wako. Bila kutumia vizuri muda wako pale pale ambaye vizuri anaye, kutumia vizuri muda hutaweza kufaulu mtihani wako, linarudi pale pale. Suluhisho la mtu ambaye anashindwa kutumia vizuri muda, suluhisho la mtu anayeshindwa kutumia vizuri muda ni kuhakikisha na panga ratiba, panga ratiba, weka ratiba yako ya, ya kujisomea, halafu hakikisha unaifata saa mbili za kusoma kwa siku zinatosha. Sio lazima eti usome siku nzima, unahitaji pia muda wa kupumzika, unahitaji muda wa kulala. Yeah, saa mbili tu zinatosha kwa ajili ya wewe kusoma. Pia sababu ya nane, mwanafunzi anafeli mtihani kwa sababu ya ufundishaji mbaya. Inawezekana umekutana na walimu wababaishaji. Kuna mtu ameamua tu kuwa mwalimu lakini sio mwalimu. Kuna mtu hana uwezo wa kumwelewesha mwingine lakini ikaamua kujipachika uwe. Kunaweza ukakutana na ufundishaji mbaya ukashindwa mtihani wako kwa sababu hujafundishwa vizuri. Kifundisho vibaya matokeo yatakuja mabaya. Hakuna muujiza hapo. Sababu ya tisa inayofanya mwanafunzi ashindwe eh, kuelewa mtihani wake ni kushindwa kujiandaa mapema. Mwanafunzi hajajiandaa mapema, kunatakiwa kama mwanafunzi ujiandae mapema. Fanya maandalizi mapema ya mtihani wako, usizime moto. Usisubiri mtihani umefika ndio ukaanza kusoma, jiandaye mapema. Kuna sababu tuliiruka, sababu ya saba, kushindwa kuelewa mahitaji ya maswali. Swali lina mahitaji yake. Swali linataka eleza, wewe unaorodhesha. Swali linataka kuorodhesha, wewe unaeleza swali linataka kuchagua jibu sahihi, wala unachagua jibu lisilo sahihi. Sasa utafaulu vipi bwana? Kwa hiyo lazima ujifunze kwamba hili swali linahitaji nini. Nini kinatakiwa katika hili swali? Swali hili linataka nini? sha jua swali hili nataka nini, basi jibu kama jinsi ambavyo swali lako linavyotaka. Ili uweze kujua maswali yanataka nini, hakikisha una mwalimu mzuri ambaye atakuwa anakusaidia kila siku katika kujisomea, au unafanya maswali unampa, anakusaidia, utaweza kufanikiwa.